Hii ni neema kubwa. Mfumo huu ni mfumo kamili. Dini ya Uislamu ni dinun kamil, dini iliyokamilika kuanzia itikadi. Ukisoma itikadi ya Uislamu haina ghumuru, haina mafundofundo wala kufungwafungwa, tofauti na itikadi nyingine kuna itikadi ziliwapelekea wale wafuasi waone kwamba hii si dini, mfano itikadi ya utatu. Itikadi ya utatu imewashinda wenye itikadi hiyo. Mungu huyo ni Baba, Mungu huyo amegawanyika katika mtoto, Mungu huyo amegawanyika katika Roho Mtakatifu. Kimoja alafu kimegawanyika katika tatu, itikadi hii ya trinity